Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni masaa kadhaa yamepita toka kutangazwa kufikiwa makubaliano baina ya nchi ya Israel pamoja na kundi la Hamas, makubaliano ambayo yanaakisi utekelezaji au kuelekea katika utekelezaji wa sehemu ya pendekezo ambayo lilitolewa na Rais Donald Trump. Maana yake ni kwamba makubaliano yatakuwa yana hatua, yana faces takriban tatu. Kuna hatua ya kwanza ambayo itagusa sehemu ya proposal au pendekezo la Rais Donald Trump, kwa maana uh, hasa litagusa katika sehemu ya kubadilishana uh, uh, watu kutoka katika pande zote mbili. Maana yake ni kwamba Wapalestini walioko katika jela za Israeli pamoja na Waisraeli ambao wanashikiliwa na, na kundi la Hamas hii ndio sehemu ya pointi muhimu zaidi ambayo itaambatanishwa na Israel kurudi nyuma katika sehemu ambayo wamefikia sasa hivi katika eneo la Gaza ambayo, uh, kwa hakika ni takriban kama wanapatikana kama katika asilimia themanini, haina udhibiti wa moja kwa moja, manake ni sehemu ambayo wamekuwa wakifanya operation. Kwa hivyo kwa sasa hivi watatakiwa warudi, kwa uh, takriban kufikia kama umbali wa kilomita za mraba kama mia moja na hamsini na tano na baada ya hapo maanake, katika hatua zinazofuata watarudi nyuma kufikia kilomita za mraba kama mia mbili na kumi na kisha baada ya hapo watarudi nyuma kuweza kufikia katika sehemu za buffer zone ambao zinapatikana katika mipaka ya Gaza. Hatua hii ni hatua muhimu ambayo uh, tunaitazama kwamba inawezekana inakuja kwa sababu ya msukumo pia e, wa kukaribia kutangazwa kwa mshindi wa tuzo ya nishani ya amani ambayo tunategemea siku ya kesho tarehe kumi uh, itatangazwa nani ni mshindi wa tuzo ya nishani ya amani ambayo Rais Donald Trump amekuwa mara nyingi akionyesha nia ya, ya kwamba anaihitaji yeye ndio aweze kutunukiwa. Kwa hiyo ndio maana tunaona kama pamekuwa kuna pamekuwa kuna pressure, kuna pressure kubwa uh, kwa kundi la Hamas lenyewe kutoka katika jamii ya nchi za Kiarabu, nchi kama za United Arab Emirates, nchi kama za Saudi Arabia, nchi kama za Qatar, nchi kama za Jordan na pamoja na Egypt, zikisisitiza kundi la Hamas liweze kukubaliana na sehemu ya proposal hiyo, na hasa katika baadhi ya sehemu kama zile za kubadilishana uh, wale watu ambao wanashikiliwa na pande zote mbili. Lakini vile vile uh, pamekuwa na pressure hata katika nchi ya Israel kulazimisha iweze kukubaliana kukubaliana pia na sehemu ya makubaliano hayo, uh, pamoja na kwamba kinachoonekana wazi kabisa kwamba kwa upande wa Waziri Netanyahu hii haikuwa option kubwa uh, kwa upande wake, kwa kuzingatia kwamba ana uh, interest nyingine, ukiachilia mbali ile ya kupatikana kwa, kwa kwa wale hostages au uh, wale mateka ambao wameshikwa na kundi la Hamas lakini uh, kufikiwa katika makubaliano haya kunaweza kuonyesha mabadiliko makubwa ya kile ambacho kinaweza kazingatiwa kama ni sehemu ya msukumo wa kufikia katika sehemu ya makubaliano. Maana yake, kwa muda mrefu Hamas wamekuwa wakishikilia wale hostages, lakini uh, operation za Israel zimekuwa zikiakisi wazi kwamba lengo lao kubwa sio kupatikana kwa wale hostages, bali lengo lao kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba ikiwezekana wanadhibiti wanadhibiti eneo la Gaza. Na ndio maana inaonekana kwamba hata mabadiliko haya ambayo tunayashuhudia, hasa inaonekana kwamba kile chae ni reaction ambazo zimeonyeshwa na nchi nyingine na hasa katika vikao vya Umoja wa Mataifa, kuanzia katika hatua ya recognition of the Palestine state, kuanzia katika ile hatua ya kujitokeza kwa nchi kama za Uingereza, uh, nchi kama za Canada, nchi kama za Ufaransa kutangaza wazi kwamba wenyewe wana recognize, wanaitambua nchi ya Palestine. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, lakini vile vile hatua ya pili ya nchi au wajumbe wa nchi nyingi kutoka katika speech ya waziri Netanyahu. Hii ilikuwa ni hatua ya pili ambayo ilikuwa ni big blow, tunasema ilikuwa ni pigo kubwa, ambayo ilikuwa linaashiria kwamba kuanguka kwa leverage au kuanguka kwa sehemu ya uh, ile fursa ambayo Israel walikuwa wakiitumia kwa muda mrefu kwenye kufanikisha mambo yao katika siasa ya dunia, kwa sababu uh, Israel ilikuwa ikipata uh, freedom kubwa kwa sababu ya kumbukumbu kumbu ya kihistoria kwamba ni jamii ya watu ambao wamepitia uh, katika unyenyasaji mkubwa na hasa katika siasa za nchi, ya, nchi za Ulaya, manake wameuliwa ma katika events nyingi, ukiachilia mbali event kama za za uh, Adolf Hitler kule katika siasa za Ujerumani, lakini vilevile hata katika siasa za nchi za Ulaya Mashariki, maanake katika nchi kama za Ukraine kipindi cha kina Stepan Bandera wameuliwa sana, yani kuna rekodi kubwa ya kuonyesha kwamba ni jamii ya watu waliokuwa wakiteseka, jamii kubwa ya watu waliokuwa waki, wakionewa na ndio maana inaonekana kwamba uh, kuna sehemu kama ya leverage walikuwa wakiipata hasa katika nchi za magharibi. Pamoja na kwamba hilo lipo kihistoria, lakini vilevile waliweza kulitumia vizuri au jamii ya Kiyahudi wameweza kulitumia vizuri, uh, kwa kuanzisha taasisi ambazo zimekuwa zina ushawishi mkubwa katika siasa za nchi za magharibi na hasa kipindi hichi katika nchi ya Marekani inaonekana kwamba ni jamii ambayo imekuwa ina ushawishi mkubwa kwa kutumia baadhi ya taasisi zake kama za AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, ambayo imekuwa ina ushawishi mkubwa katika nyanja ya kisiasa ya nchi vile vile ya Marekani, lakini vilevile kuna baadhi ya taasisi zingine kama IDA, ADL, Anti-Defamation League ambayo inaongozwa na Jonathan Greenblatt, ambayo vile vile ni miongoni mwa taasisi ambazo zimekuwa zina ushawishi mkubwa katika siasa za, za, za nchi ya Marekani sasa

kitendo kilichotokea katika uh, katika General Assembly, uh, katika siku wiki moja wiki mbili nyuma kilikuwa kinaashiria wazi kabisa kwamba dunia haiungi mkono kile kinachoendelea katika operesheni za Israel katika eneo la Gaza, na hili maana yake lilishtua Marekani kiasi ambacho Rais Donald Trump ikabidi afanye kikao cha haraka na baadhi ya nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu kujaribu kurudisha tena ushawishi na kuonyesha kama Marekani ina nia ya dhati ya kusuluhisha mgogoro huu na amekuwa zungumza rais Donald Trump zaidi ya mara moja kwamba ushawishi wa nchi ya Israel umeanguka kwa kiwango kikubwa katika, katika dunia, na hivyo yeye anaweza akapambana kuhakikisha kwamba anarudisha. Kwa hiyo tunachokiona kwamba mpaka kufikia kwanza, katika sehemu ya makubaliano haya tunaona dhamira mbili. Dhamira ya kwanza ni dhamira ya rais Donald Trump ye mwenyewe kwa sababu tunategemea siku ya kesho, tarehe kumi, atatangazwa, uh, yule anayestahiki kupata Nobel Prize ya upande wa mambo ya amani, na tunategemea kwamba probably rais Donald Trump ndiye atakayetangazwa katika nafasi hiyo. Lakini jambo la pili, tunachokiona ni ushawishi kupungua au kuanguka kwa ushawishi wa nchi ya Israel katika siasa za dunia. Hili linaonekana kabisa kwamba Marekani amejaribu kutafuta alternative ya kuweza kufuta tatizo hilo ambalo limejitokeza, kwa sababu kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba uh plani nyingi ambazo Israeli umejaribu kuzitengeneza katika siasa ya Gaza zimekuwa ni plani ambazo zimeanguka. Ukiangalia uh, siasa ya, ya Palestina imesambaa zaidi kwa kadhri vita ilivyokuwa ikiendelea, kuanzia katika bahari ya Pacific, maanake katika nchi kama za, za, za Japan, nchi kama za South Korea, ukija katika nchi kama za uh, Uh, Central, Central Asia ukija katika nchi za East Asia, East Europe, mfano nchi kama za, za, za Urusi na, uh, mfano wake, ukija katika nchi za katikati ya Ulaya Magharibi, ukienda Marekani kwenyewe, ukienda katika nchi za Latini Amerika, maanake ni kumekuwa na msukumo mkubwa duniani na hasa baada ya kuonekana kwamba serikali kama zimekuwa zimelala katika kushughulikia ku tatizo la Gaza, watu wanakufa, watu wanakufa uh, ikaonekana kwamba dunia uh, maandamano na baadhi ya reaction, ukiachilia mbali movement ambao zimefanywa na baadhi ya wanaharakati, maanake zimeifanya dunia yote siasa yake ikawa ni siasa moja ya kwamba kuna jamii ya watu ambao wanaonewa, kuna jamii ya watu ambao wanatakiwa watetewe, kwa kile ambacho kina, kinaendelea na swala la mgogoro wa Gaza ni lazima lizungumzwe, lionekana tatizo liko wapi na namna gani ya kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo imekuwa kwamba ushawishi wa Israel pamoja kwamba imewekeza katika sehemu nyingi, na hivi juzi wamejaribu kununua sehemu ya TikTok katika nchi ya Marekani, lakini bado inaonekana kwamba hiyo ni last ni last, last move, ni move ambayo wamejaribu kuifanya katika sehemu ya kujinasua na kuanguka kwa ushawishi wao, lakini inaonekana bado hilo limekuwa halina leverage kubwa kwa, kwa, kwa Israel, isipokuwa labda kwa movement hii ambayo Rais Donald Trump amejaribu kuifanya tunaweza tukaendelea kuangalia kama inaweza ikarudisha sehemu ya ushawishi wa nchi ya Israel au litaendelea kubaki katika mindset za watu, kwa kuzingatia kwamba bado kumbukumbu zitabaki za videos, bado maandishi itaendelea kubaki ya kuonyesha kwamba kile ambacho kwa kinaendelea katika eneo la Gaza ni jambo ambalo linahitaji kuzungumzwa na linahitaji kutazama kwamba asili ya tatizo hasa, hasa ni kitu gani. Kwa hivyo uh pointi hizo mbili kwanza ni pointi za msingi zaidi kwenye kuona kwamba ni sababu, yani maana yake swala la Nobel Prize hiyo ambayo Rais Donald Trump anaihitaji, lakini vivyo hivyo swala la kuanguka kwa ushawishi wa uh, jamii ya, ya, Israel duniani, maanake inaonekana pia hiyo ni sababu ya kulazimishwa kwamba lazima watu waweze kufikia katika sehemu ya ya, ya makubaliano, hata kama makubaliano yenyewe yatakuwa sio ambayo yamenyoka moja kwa moja, lakini lazima ifikie hatua watu waweze ku fikia katika sehemu ya kuingia katika sehemu ya makubaliano na kusitisha sehemu ya mapigano ambayo yamedumu kwa takriban miaka miwili. Lakini jambo lingine ambalo uh, tumekuwa tukiendelea kulitazama au kuliangalia kwa kina ni kwamba uh, tunaona bado kuna mambo muhimu ambayo bado hayajawa resolved moja kwa moja katika katika katika sehemu ya makubaliano haya, kwa mfano kuna swala la disarmament of Gaza ile ondoa sehemu ya silaha ambazo zinapatikana katika eneo la Gaza, jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine, uh, kulingana na kile ambacho wameweza kukubaliana mpaka sahivi, tunachokiona ni kwamba ni kama jukumu hili litakabidhiwa kwa sehemu ya nchi za Kiarabu kuhakikisha kwamba wanaifanya Hamas isiwe ni threat, isiwe ni tishio tena ni kama jambo hili limepelekwa katika nchi za Kiarabu, kwa maana ya kwamba uwezekano wa kufikia katika levu ya mwisho ya kusema kwamba Hamasi wasiwe na silaha, jambo hili inawezekana ikawa ikawa ni jambo ni jambo gumu, lakini Uh, jambo lingine ambalo linaonekana bado halijawa wazi ni kuonyesha direction ya mwisho ya kuhusiana na two state solution, uh, kupatikana kwa nchi mbili katika eneo moja, kwa kuzingatia kwamba serikali ya Waziri Netanyahu ni serikali ambayo, na ndi msimamo wa Waziri Netanyahu ameupigania kwa muda mrefu uh, toka miaka ya tisini, manake katika watu ambao ushawishi wao ulipelekea hata kuuliwa kwa Isaac Rabin aliyekuwa waziri mkuu nchi ya ya maanake ya, ya, ya ni, ni ni ni msimamo wa waziri Netanyahu, maanake ni msimamo ambao uh, waziri Netanyahu umeusimamia kwa muda mrefu toka kwenye miaka ya tisini. Ukiangalia uh, sababu ya kuuliwa kwa Isaac Rabin ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa nchi ya, ya, ya Israel ni baada ya kuonyesha kwamba kuna uelekeo wa kuweza kufikia katika two state solution katika sehemu ya makubaliano ya Oslo ambayo iliwahusisha baadhi ya watu muhimu kwa kipindi hicho kama yeye mwenyewe Izak Rabin na mtu kama Yasir Arafat, alikuwa kiongozi wa PLO kwa kipindi hicho, na katika watu waliosimamia msimamo dhidi ya msimamo wa Izak Rabin alikuwa ni waziri Netanyahu kwa miaka hiyo ambayo ilipelekea kuuliwa kwa wa Isak Rabin kiasi ambacho hata mke wake uh, Isak Rabin, kwenye kuja kuelewana na Waziri Netanyahu, ilibidi itumike nguvu ya ziada kwenda kumshawishi na, na vitu kama hivyo kwa kumwaminisha kwamba waziri Netanyahu hakuhusika na kifo cha, cha, cha Isaac Rabin. Kwa hiyo ni msimamo ambao usimamia kwa muda mrefu, lakini uh, kwa mujibu wa msukumo wa dunia jinsi unavyokwenda ni kwamba unahitaji ipatikane to solution, ipatikane kwamba solution ikiwepo kwa nchi mbili, ili kuweza kuzima sehemu ya migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Ukiangalia kitu kama hicho hakipo uh, wala hakionyeshi kama kina sehemu ya uelekeo katika sehemu ya proposal ya wa, wa ya Rais Donald Trump. Kwa kwa hiyo inaonekana wazi kabisa kwamba bado kuna vitu muhimu sana ambavyo bado havijazungumzwa havija, na vingine hatutaraji kama vinaweza vikazungumzwa kwa siku za za, za karibuni lakini kiuhalisia ni kwamba yako mambo ambayo inawezekana kwamba yatahitaji yapatikane muda wa ziada ili kuweza kuyajadili, ambayo inawezekana pia ikawa ni sehemu ya majadiliano muhimu katika kipindi uh, ambacho kinakuja cha kuhitaji kwamba Israel iweze ku withdraw iweze kutoka zaidi kutoka katika eneo, katika eneo la Gaza. Lakini uh, kubwa kuliko yote, uh, tumekuwa tunaona kwamba Uh, ukiangalia calculation au mahesabu ya pande zote mbili unaweza ukapata picha za tofauti. Katika upande wa Israel, ambacho amba wanaweza wakaona kwamba wameweza kukiachieve labda ni kufanya destruction au kufanya uharibifu katika eneo la Gaza, kuharibu sehemu miundo mbinu ya kundi la Hamas kwa kiwango fulani, lakini vile vile ya ya vile vile imefanikiwa katika upande huo, lakini vile vile imefanikiwa kuua baadhi ya viongozi muhimu wa Hamas kama kina Uh, Yahya Sinwar a ya Muhammad Sinwar na mfano wake, uh, lakini vile vile imeweza kubadilisha sehemu ya sera yake ya kujilinda kutoka katika mifumo ya kuona kwamba wanaweza wakatumia defensive tactics, lakini yani kutumia mifumo ya kujilinda maanake kutumia mashambulizi kama ndiyo njia ya kuweza kujilinda. Aa, tumekuwa tukiona imekuwa ikifanya mashambulizi katika upande wa Lebanon, imekuwa ikifanya mashambulizi katika upande wa Syria, na imekuwa ikifanya mashambulizi katika sehemu ya Gaza, imekuwa ikifanya mashambulizi katika upande wa Gaza, katika upande wa <coughs> katika nchi kama ya ya Yemen. Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba mifumo ile ya kujilinda imebadilika kidogo kutoka katika kwenye kutumia defensive tactics kwenda eh, kwenye kutumia mifumo ya offensive tactics. Na katika upande wa Hamas uh, au Palestine, eh, Hamas kiujumla tunaona kwamba katika kile ambacho wameweza kukiachieve ambacho ni kikubwa zaidi ni kuongezeka kwa sehemu ya ushawishi wao katika siasa ya dunia. Kwa maana ya kwamba tunaona nchi nyingi zimekuwa zikizungumza kuhusiana na swala la, la, la Gaza, na hii ni miongoni mwa, mwa tactics ambayo uh, Hamas inaonekana ilikuwa ni sehemu ya plani yao kwa muda mrefu, kwa sababu katika yale ambayo Hamas walikuwa wamea plan kuanzia katika Oktoba 7, cha kwanza ilikuwa ni kufanya disruption, kuweza kuharibu mfumo wa normalization au mfumo wa kuondoa uhasama baina ya Israel na nchi za Kiarabu kwa sababu ilipokuwa inaelekea ilikuwa wanaelekea katika siji kwa a, kipindi kile cha, cha Oktoba 7 maanake ilikuwa inaelekea katika kufikia kwenye hatua ya makubaliano baina ya nchi ya Israel na nchi ya Saudi Arabia, kitu ambacho kingeifanya a, Palestine movement yake isionekane kama ni movement ambayo ina uzito, kwa kuzingatia kwamba nchi muhimu kama ya Saudi Arabia imeweza kukubaliana na nchi ya Israel, kwa hiyo ile disruption aliyoifanya katika October 7 lengo lake kubwa zaidi lilikuwa ni kuharibu sehemu ya makubaliano ambayo yalikuwa yanakusudiwa kufanyika baina ya nchi ya Israel na nchi ya Saudi Arabia. Na katika hilo wamefanikiwa kiasi ambacho mpaka sasa hivi uh, hata kama kuna makubaliano nyote baina ya Saudi Arabia na nchi ya Israel inawezekana yakawa ni makubaliano ya nyuma ya pazia, na sio makubaliano ya nje kwa sababu yanahitaji justification kubwa, yanahitaji maelezo mengi ya kuweza kuonyesha kwamba kwa nini mnaenda kukubaliana na Israel, na Israel limeua watu wengi katika eneo, katika eneo la Gaza. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kwa maelezo yalikuwa akiyatoaga ya Yahya Sinwar katika siku za nyuma yalikuwa yanaakisi kwamba lengo lao kubwa vilevile ilikuwa vile ni kuonyesha uh, kupandisha cost of living, ndani ya kuongeza ile gharama za maisha ndani ya nchi ya Israel, jambo ambalo litaweza kuizorotesha kwa upande mmoja mwingine Israel kwenye kufanya operesheni yake pamoja na kwamba Israel imekuwa ikipata msaada mkubwa kutoka katika nchi ya Marekani, lakini lao ingesimama yenyewe, maana yake Hamas wangeweza kufikia katika hili, pamoja na kwamba katika lengo hilo limefanikiwa kwa kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu uchumi wa Israel kwa upande mmoja au mwingine umeweza kuzorota kwa kiwango kikubwa, na hasa uh, ukiachilia mbali zile gharama za vita, lakini vile vile ku stop operation kwa baadhi ya sehemu muhimu au miundombinu muhimu kama bandari ya Eilat ambayo inapatikana upande wa kusini, maana yake ni kwamba kwa sasa imekuwa kama ni bandari ambayo haifanyi kazi kabisa kwa sababu ya mashambulizi ya kundi la Houthi ambayo kwa upande mmoja au mwingine itakuwa ime, ime, ime- kwa hakika imezorotesha sehemu ya shughuli za uchumi katika eneo la Gaza, katika eneo la, la Israel, ukiachilia mbali baadhi ya mashambulizi ambayo yalifanywa na nchi ya Iran ambayo iliweza kuharibu vilevile sehemu ya miundombinu muhimu katika sehemu kama za Haifa na katika baadhi katika ya maeneo mengine ya katikati ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo Hamas inaonekana kwamba wameweza kuliachieve kwa kiwango uh, kikubwa ni kuongezeka kwa ushawishi wao katika siasa ya dunia manake kwa sasa hivi uh, siasa ya Palestine imekuwa ni siasa ambayo dunia nzima imekuwa kizungumzwa, uh, ni siasa ambayo uh, imeamsha watu ambao tunasema ni government sects, ni jamii ya vikundi vya watu ambao sio katika sehemu ya serikali, wamekuwa wakijitokeza na kufanya movement nyingi, kama movement ambayo imefanyika siku za karibuni ya wanaharakati ambao walijaribu kwenda kuvunja ile sehemu ya, ya ya zuio ambalo limewekwa na nchi ya Israel la kupeleka vitu kama chakula, madawa na baadhi ya huduma muhimu katika katika eneo la Gaza. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kila upande inawezekana wakaona kwamba wameweza kuachieve katika uh, sehemu fulani fulani ya kile ambacho walikuwa wamekusudia kukifikia, manake uh, katika kile pamoja na kwamba kiki kinachoonekana moja kwa moja cha haraka ni ile kubadilishana kwa wale hostages, ni pamoja na wale jamii wa Palestina ambao wapo katika katika jela za za, za za Israel, lakini kile ambacho tunakiona kwamba bado hakijafikiwa ni vile vitu ambavyo vinaonekana kwamba vinategemewa kufanyiwa discussion katika kipindi kinachokuja, kama maswala ya kuondoshwa kwa silaha, maswala ya, uh, uongozi katika eneo la, la, la, la, la Gaza ni mambo ambayo bila shaka yatakuja kujadiliwa katika wakati katika wakati unaofuata ambao hatujui kama wataweza kufikia moja kwa moja katika makubaliano ama hawataweza kufikia katika katika makubaliano, lakini katika picha ya ujumla ya haraka ambayo tumeiona, tunaona kwa sababu kwamba uh, mgogoro ulivyokwenda umejaribu kuchukua uelekeo mwingine, uelekeo ambao hostage wamekuwa tena sio sio kitu muhimu sana, kwa sababu kuwashikilia hostage hakubadilishi chochote katika tactics za nchi ya Israel, bali kuwaachia hostage imekuwa ni jambo ambalo tunategemea kwamba ongeza zaidi ile supremacy ya Palestine katika mgogoro huu kwa kuzingatia kwamba uh, swali la muhimu ambalo Israel tunategemea kwamba wataulizwa ni kwamba kama hostage mliokuwa mnawataka wameachwa, tatizo liko wapi tena kuendelea na mgogoro huu? Pamoja na kwamba tunachokiona katika maelezo mengi ambayo yakitolewa na baadhi ya viongozi wa nchi ya Israel ni kubadilika kwa sera ya mgogoro wa Gaza kutoka katika kutaka hostage, lakini vilevile vile kuhamia katika uh, upande wa kukusudia kuondoa tishio ambalo linapatikana katika eneo la Gaza kutoka katika kundi la Hamas. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kuangalia sehemu ya ceasefire hii tukitaraji kwamba uh, ndani ya masaa sabini na mbili inaweza kufikia katika kilele cha kuwatoa au uh, uh, hostage kwa maana kwamba hasa